Aa, Bwana Yesu basi watu wa Mungu tena. Aa, leo nataka kunena kuhusu habari ya ufahamu na mabadiliko ya lugha. Mara nyingi imekuwa watu wakizungumza na wakiomba ni tofauti na anavyoishi. Mtu anapoomba akabadili mazungumzo kwenye kinywa chake huwa anafuta yale maombi kwa ulimwengu wa roho. Unapowaza unapoongea viendani, ili matokeo yapate mwilini. Kitabu cha Efeso 3:20 inasema atukuzwe Mungu, aweze kufanya mambo ya ajabu yatuyawazao natuyaombayo kwa kadri ya nguvu na tena kazi ndani yetu. Lakini pia katika maandiko ukisoma kitabu cha Mathayo sita mstari wa pili, umetegwa na umekamatwa kwa matamshi yako. Mara zote hakikisha kwamba unapowaza unapoongea viendane ili upate matokeo katika mwili. Ndio maana kumi na nane Methali mstari wa 21 inasema kwamba mauti na uzima huwa kwa uwezo wa ulimi, yeye apendaye atakula matunda. Unapoomba kitu alafu ukaanza kuongea lugha tofauti na ya mbingu, unakosa matokeo kwenye mwili. Ilipaswa unapotumia ufahamu wa rohoni uongee lugha kama Mungu angekuwa pangeongea shalom shalom